Leo kupitia kwako, Mheshimiwa Spika, naomba niwatambue watanzania hawa. Watanzania hawa kwenye nafasi za kimataifa hawawi hivi hivi bila ya kupewa ridhaa na nchi yao. Hawa watanzania hawapewi nafasi hizi bila ya rais mwenye kuridhia na kusaini. Hiyo nakwambieni wazi, mtanzania hata akifanyiwa interview inaulizwa nchi kuna Mtanzania huyu amefanya kwa zile nafasi za interview, sio hizi za kina Dr. eh, professor Janabi za kura. Hata zile za interview lazima nchi yake inaulizwa, wanaita country ama state endorsement, kama mheshimiwa Spika alivyokuwa endorse wewe kwenda IPU na jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wa kwanza kabisa mheshimiwa ni tulia Ackson rais wa umoja wa mabunge duniani wa pili Profesa Muhamed Yakub Janabi, mkurugenzi mteule hivi sasa wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika. Watatu ni Dr. Deo Mwapinga, katibu mkuu jukwaa la mabunge ICGLR. Wanne Dr. Emmanuel Manase, mkurugenzi wa shirika la kimataifa la mawasiliano duniani yaani ITU Geneva. Yuko Geneva huyo, anachukua nafasi kama ile ya Janabi kwa ukanda wa Afrika. Wa tano ni ndugu Joyce, Dr. Joyce Msuya, msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa na naibu katibu mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura duniani, Joyce Cleopa David Msuya. Wa sita Mheshimiwa Elizabeth Maruma Mrema, huyu ni assistant secretary general, msaidizi wa katibu mkuu Umoja Mataifa na naibu mkurugenzi mtenda, mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la mazingira duniani. Wa saba ni Dr. Neema Rusibamaila Kimambo mwakilishi wa Shirika la Afya Duniani ambaye yuko katika ukanda wetu huu wa Sadek Malawi. Wa nane Mheshimiwa Mariam Salim mwakilishi wa Benki ya Dunia yuko Eritrea, Ethiopia ambaye pia anafanyia kazi South Sudan na Sudan yenyewe. Wa tisa ni Dr. Zarau Wandelin Kibwe mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia akiongoza kanda ya Afrika. Tuna sababu ya kutosha Tanzania kujivunia katika nafasi hii na, na sijamaliza, nimefikia robo tu. Mheshimiwa Spika, naomba niruhusu nimalizie ili wananchi wawe wanaweza kuwa na uelewa kupitia wabunge wao. Wakumi, Changa, science, wa kumi ni mheshimiwa Dr. Dalislaus Changa makamu mwenyekiti jopo la wanasayansi wa masuala ya tabia ya nchi duniani. Wa kumi na moja ni Dr. Pascal Waniha makamu mwenyekiti kamati ya Infocom ya shirika ya hali ya hewa duniani wote wanatoka kwenye majimbo yenu hawa. Wa kumi na mbili mheshimiwa Dr. Muhammad Juma, mkurugenzi wa Afrika kwenye kituo cha urithi wa dunia cha Afrika. Wa kumi na tatu Profesa Joram Mukama Biswaro, mwakilishi maalum wa kamishna wa Umoja wa Afrika na mkuu wa ofisi ya Umoja wa Afrika Sudani ya Kusini. wa kum tatu ni Dr Richard Muyungi, mwenyekiti wa kundi la wataalamu wa Afrika katika majadiliano ya mabadiliko e, ya tabia nchi chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa kohosk kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Wa kumi na nne Bisara Mbago Bunu, mkurugenzi wa division ya mashariki ya kusini mwa Afrika kwenye IFAD. Hawa ndio wanashughulikia kilimo e, mboga mboga, mifugo, uvuvi na kadhalika. Wa kumi na tano mheshimiwa Jaji Imani Abud rais wa mahakama ya haki ya watu ambaye wa leo ametetewa sana katika jengo lake mjini ya Arusha, na anayeungana na orodha hiyo wa kumi na sita ni mheshimiwa e, Liberata Mulamula mjumbe mula maalum wa Umoja Afrika masuala ya wanawake.